Tatizo tunalolipata huku mpakani, kweli barabara zetu sio mzuri, lakini tu sisi kama wazaliwa na, wa, na wananchi tunasikitika. Barabara hizi ndio zinaingiza mapato makubwa halimashauri. Kuna hii barabara inayopitia Mkakechuro na barabara ya Mkibundi kwenda Mugoma na hizi barabara kabisa, kwa ufupi, zinaingiza mapato mengi kwa halmashauri ya wilaya ya, lakini hata mheshimiwa, tulikuwa tunapigana, miunda mbinu sio mizuri. Mpaka sasa hivi gharama sasa za, za ununuzi wa mazao kulingana na usafirishaji, tunapewa gharama kidogo kwa sababu ya kusafirisha, hatuna miunda mbinu mpaka sasa hivi tunalazimika kutafuta mabodaboda kwa shida, dunia moja kulipatia kufika Mugoma kwenye site tunatozwa shilingi elfu tatu kwa maboda boda, ambapo barabara zetu zingelikuwa ziko vizuri, magari yalikuwa yana uwezo wa kufikia na, na kutujitoshereza, lakini na kiwango kwa mkulima angalau kikaongezeka. Kwa hiyo tu tuombe kama halmashauri na wilaya kuchunguza sana miundombinu hii ili ili angalau tutengeze barabara zetu. Tukiingia kwenye mazingira ya barabara tunayopita, kwa kweli barabara yenyewe inatupa changamoto kutokea sana ya kutokea Mgoma kupita Kirungu umebeba hususan ni kwa kweli yenyewe ni mbaya sana, ni mbovu sana yani inatupa changamoto hata kama kamzigo hata kama ni kadogo, kwa kweli unapata shida sana, unatumia muda mkubwa sana kwa ajili ya, ku, ya, ya, ya, ya, ya kupita hiyo kwetu tulitakiwa kakeli, kama inawezekana serikali serikali wangejitahidi wakaifuatia wakaiangalia barabara kule wakaja wakaitengeneza ngalau tukaona kama inaweza kapitika vizuri, kwa sababu kwa kweli tunapata changamoto sana. Mimi toka nimezaliwa natumia hii barabara hajawahi kutengamaa kwa kweli, kwa sababu mvua inanyesha na haribu barabara, hata kutengeneza ni muda mfupi tu, changamoto inajirudia. Tungeomba kwa serikali iliangalie hili swala kwa jicho la tatu yani, ili tuweze kuwa tunaitumia ili tuweze kuwa tunaitumia yani kwa malengo yetu ambayo tunakuwa tumealenga. Kwa mfano, unaweza unaweza ukawa na chombo cha usafiri, sipia zinaharibika kwa sababu ya ajali ambazo zinakuwa hazijategemea. Kwa swala la barabara la Mugoma Kirungu mpaka Mwebambo kiufupi ni mbovu kwa sababu ziko haina mitaro ya kutosha, hiyo barabara ya kupandisha watu. Kiufupi tunahitaji watuchimbie mitaro, barabara iparuliwe, waweke kifusi. Kwa kweli, kwanza nishukuru kufika kwenu hapa kwa ajili ya kusikiliza changamoto za wananchi wakati ya Mugoma. Kwa kweli, kuna barabara moja ambayo inatokea Mugoma kwenda Kirungu Mkikomero hiyo barabara ni barabara ambayo ni ya mapato seikali, ya serikali ya halmashauri ya Ngara, lakini ya inaingiza mapato makubwa sana ndani ya kata ya Mugoma. Barabara hiyo kwa muda wa miezi mitatu tu imeingiza milioni arobaini na tatu za halmashauri. Hasa barabara imeharibika, haipitiki, magari ya kipita yanaanguka na, na bado mimi tarua habari hiyo nimeshaitoa nikawaelezea wakaja wakaona barabara ilivyoharibika na taifa hiyo wanayo. Mimi najua watarua Ngara pamoja na masabodi yetu wake a wakaangalia barabara walishaiona, lakini nashangaa kwa nini pesa za tarua zipu, hawajaangalia kuweka mifusi, kwa sababu barabara imekata daraja na haipitiki barabara hiyo kwa makorongo. Tukakubaliana kwamba watakuja kuiona na kunisaidia ili wananchi wapate kupita na magari ya piti lakini mpaka sasa hawajawahi kuja. Baada ya kumuuliza meneja wa Tarula aliniambia kwamba ipo kwenye bajeti ya ishirini na tano ishirini na sita hiyo barabara. Kweli barua walitoa lakini, kwa wakati mvua kali, nilikuwa naomba angalau kivifusi nikisubiria hiyo bajeti ya ishirini na tano ishirini na sita ambayo inaanza mwezi Julai ili waweze kuja kutusaidia ni barabara mbili, barabara hiyo barabara Mugoma, pamoja na barabara ya Mugoma Mkakechu, na yenyewe ni mbaya chafu sana, na zinaingiza mapato hizo barabara, anaeeza mpakani. Baada kusema hayo, naomba msaada wa serikali ili angalizo barabara hizo ziweze kukamilishwa.